Habari, karibu katika chaneli yako ipendwa. Siku ya leo, nimekuandalia Ma faida ya matumizi ya limao au faida ya matumizi ya maji ya malimao. Maji ya li ya limao yana faida nyingi sana ikiwemo, faida namba moja ni kuboresha mfumo wa kinga. Maji ya limao yana vitamini C inayosaidia kuimarisha kinga ya mwili. Faida ya pili, ufanisi wa mmeng'enyo, husaidia katika mmeng'enyo wa chakula na inaweza kupunguza matatizo ya tumbo. Faida ya tatu, inasaidia kupunguza uzito. Maji ya limao yanaweza kusaidia kuongezeka kwa hisia za kukivinjaa na kuongeza kiwango cha metabolism. Faida namba nne, ni kufanya ngozi kuwa nzuri. Vitamini C na antidioksidanti husaidia kuboresha ngozi na kupunguza alama ya uzee. Kuondoa sumu mwilini, hiyo faida namba tano. Maji ya limao yanasaidia katika kuondoa sumu na kuboresha kazi ya figo. Faida namba sita, husaidia katika afya ya moyo. Maji ya limao yanaweza kusaidia kupunguza kiwango cha kolesterol na kuboresha afya ya moyo. Kuongeza nishati, namba saba, hiyo huongeza nguvu na inasaidia kupunguza uchovu. Kunywa maji ya limao ni njia nzuri ya kuimarisha afya, lakini ni vyema kuchukua tahadhari na kiwango cha asidi. Asante, endelea kufuatilia Kingmaja Tv. Asante.